Natoa salamu kwa kila mmoja wenu. Tunawashirikisha kwenye masomo kadhaa kuhusu elimu ya masoko. Elimu ya masoko inahusu kujifunza kuwa mteja au mjasiriamali mzuri, na inahusu kuelewa masoko yanayokuzunguka. Elimu ya masoko inahusu kuelewa, sio tu bidhaa au huduma ya kununua na kuuza, lakini pia inahusu kuelewa jinsi na kwa nini unanunua na kuuza. Je, ni mambo gani ya jumla kuhusu soko, kununua na kuhusu kuuza? Kila mtu anapaswa kuelewa. Je, unahitaji kujua nini kama mlaji ili kufanya pesa zako zikunufaishe zaidi na upate bidhaa bora zaidi? Unawezaje kuanzisha biashara? Unawezaje kutumia rasilimali bila uchafuzi na kwa njia ambayo ni rafiki kwa mazingira? Elimu ya masoko ni elimu kuhusiana na mlaji, mjasiriamali, na elimu kuhusiana na uendelevu. Masomo yetu yatakuweka kwenye njia ya kuwa na stadi na maarifa kama wateja, wajasiriamali, wanunuzi na kama wauzaji. Masomo yetu yatakusaidia ujiamini kama mteja na kama mjasiriamali, ya masomo yatakusaidia kufahamu haki zako zaidi kama mteja na kama mjasiriamali. Basi hebu tuanze.